Basi mdai apewe kitu kiwe rahani mikononi mwake. Na kama mtaaminiana, basi aliyeaminiwa atekeleze uaminifu wa wake na amche Allah mola wake mlezi. wala taktumu shahada wa man yaktumha fa innahu athimun qalbun wallahu bima taamaluna alim. Na msifiche ushahidi, na atakayeficha basi hakika moyo wake ni wenye kuigia dhambini, na Allah ni mwenye kuyajua mno yote mnayoyatenda lillahi ma fis samawati wama fil ard

Wallahu ala kulli shayin kadir, ni vya Allah tu vyote vilivyomo mbinguni na vilivyomo ardhini. Na kama mkidhihirishe aliyomo katika nyoyo zenu au mkiyaficha, Allah atakuhojini kwayo kwa hiyo, atamsamehe amtakaye na atamwadhibu amtakaye. Na Allah ni mwenye uwezo mno wa kila kitu amana ar-rasulu bima unzila ilaihi min rabbihi walmuminun kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi, Mtume ameamini yote yaliyoteremshwa kwake kutoka kwa Mola wake mlezi, na waumini pia wameamini, wa hivyo kila mmoja amemwamini Allah na malaika wake na vitabu vyake na mitume wake. La nufarriqu baina ahadin min rusulihi wa qalu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilayka al-masir, wa waumini na mitume wao husema hatutafautishi baina ya yeyote katika mitume yake wote tunawaamini na husema

Rabbana wala tahmil alayna isran kama hamaltahu alal ladhina min qablina, Allah haikalifishi nafsi yoyote ila kwa iliwezalo, itafaidika iliwe na mema iliyoyachuma, na itadhurika na mabaya iliyoyachuma. Waumini wanasema: ewe Mola wetu mlezi, usitutie khatiani

Ewe Mola wetu Mlezi, na usitubebeshe mazito kama uliyowabebesha wale waliokuwa kabla yetu. Ewe Mola wetu Mlezi, usitubebeshe tusiyoyaweza, na tusamehe na tughufirie na turehemu. Wewe ndiye Mola wetu, basi tusaidie dhidi ya watu makafiri. Bismillahirrahmanirrahim, kwa jina la Allah mwingi wa rehema, mwenye kurehemu. Alif Lam Mim. Allah, hakuna mwenye haki ya kuabudiwa isipokuwa yeye tu, mwenye uhai wa milele, mwenye kusimamia mambo yote.

Innal ladhina kafaru bi ayati Allahi lahum adhabun shadid wallahu azizun dhu intiqam, ameteremsha Taurati na Injili kabla ya Qur'ani ili vitabu vyote hivyo viwe mwongozo kwa watu na ameteremsha Al-Furqan. Hakika wale waliokanusha aya za Allah watapata adhabu kali na Allah ni mwenye nguvu kubwa, mwenye kutesa. Inna Allah la yakhfa alayhi shay'un fil fi al-ard wa la fi ssama wa hakika, Allah akijifichi kwake chochote sio ardhini wala mbinguni. Huwa alladhi yusawwirukum fil arham kayfa yasha la ilaha illa huwa alazizu alhakim, yeye ndiye anayekutieni maumbo mkiwa katika mifuko ya uzazi kwa namna apendavyo, hakuna aliye na haki ya kuabudiwa isipokuwa yeye tu mwenye nguvu kubwa mwingi wa hikma. Huwa alladhi anzala alayka alkitaba minhu ayatu muhkamatun hunna ummul kitab hunna umul kitabi wa ukhar mutashabihat, yeye ndiye aliyokuteremshia kitabu, baadhi ya aya zake zinafahamika kwa wepesi na ambazo ndio msingi wa kitabu hiki cha Qur'an. fa amma alladhina fi qulubihim zaygh fayattabi'una ma tashabaha minhu sayttbiun ma tshabha mnh btigha alfitnat wbtiga twilh wma ylm twilhu illa llah, na aya nyingine zinatatiza. Ama wale ambao ndani ya nyonyo zao kuna upotevu, wanafuata aya zinazotatiza kwa kutaka fitna na kutaka kuzipotosha na hakuna anayejua tafsiri yake halisi isipokuwa Allah tu. ar-rasikhuna fil <tuh> ilmi yaquluna <tuh> amanna bihi kullum min indi rabbina wama yadhakkaru illa ulul albab, na wale waliobobea katika ilmu husema tumeziamini aya zote tumeziamini aya zote zote hizo zinatoka kwa mola wetu mlezi na hawawaidhiki isipokuwa wenye akili tu. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab, ewe mola wetu usiziache nyoyo zetu zipotee baada ya kuwa umetuongoza, na tunaomba rehma kwako, hakika wewe ni mtoaji sana. Rabbana innaka jami'un nas liyawmin la rayba fihi inna Allah la yukhlifu almi'ad. Ewe mola wetu, hakika wewe ni mwenye kuwakusanya watu katika siku isiyokuwa na shaka, hakika

wala watoto wao kwa Allah na hao ndio kuni za motoni. Kadabi ali fir'aun walladhina min qablihim kadhabu biayatina fa akhadhahum allah bidhunubihim wallahu shadidul iqab, sawa na mwenendo wa watu wa Fir'auni na wale waliokuwepo kabla yao walizipinga aya zetu basi Allah akawaadhibu kwa sababu ya madhambi yao, na Allah ni mkali sana <tinyan> <tinyan> wa kuadhibu. qul lil ladhina kafaru satughlabuna wa tuhsharuna ila jahannam wa bi'sal mihad, waambie waliokufuru kwamba mtashindwa na mtakusanywa mpelekwe Jahannam, na hayo ni makazi mabaya sana. Qad kana lakum ayatun fi fi'atayn iltaqata fi'atun tuqatilu fi sabilillahi wa ukhra kafiratun yarawnahum yarawnahum mithlayhim ra'yal ayn, hakika ilikuwepo kwenu alama katika makundi mawili yaliyokutana katika vita, kundi moja likipigana katika njia ya Allah na jingine la makafiri wanaowaona Waislamu kwa mtazamo wa macho mara mbili yao. Wallahu yuayidu bi nasrihi man yasha, in fi dhalika la ibrata li ulil absar, Allah anamtia nguvu wamtakaye kwa kumpa ushindi wake. hakika katika hilo kuna mazingatio kwa wenye kuona mbali